Naona nguvu ambayo ina kibali kule ulikozaliwa, pamefungwa. Kuna watu ndugu zao wamefungwa, familia imefungwa kihalali unapomwomba Mungu rehema kwa ajili ya kule ulikotoka, kibali cha adui yako kinafutika. Yes, kibali cha mizimu kinafutika. Yes, kibali cha wachawi kinafutika. Ndiyo, yes. kibali cha mapepo kinafutika. Ndiyo, usiogope, wanya. mapepo kwa na majini usiaogope, mm. kibali cha mapepo kinafutika unapofanya, yes. hii toba tunayoifanya, mm. kibali cha yale majini yanakuja usiku yanakutembelea, yes. unahisi kama kuna mtu, yes. yuko na wewe kinafutika kwa kwa kinafutika, yes. kinafutika kabisa. Mamia, yes. Hata kama ulipelekwa na mama yako, hata kama ulipelekwa na baba yako, hata kama ulipelekwa mwenyewe ulijipeleka, yes. Mwenyewe, kile kibali kinafutika, yes. Kinaondoka kabisa. Sema Yesu, asante, maana una rehemu, una rehemu kule nilikozaliwa. Kama una kijiji kitaje.